We dada, njoo hapa. Kwani mimi nimekosea nini? Yaani unaitwa na afande halafu unaleta ubishi? Hebu njoo hapa nikufanyie upekuzi. Lakini afande, ni upekuzi gani huo wa kunishikashika? Hebu funga mdomo wako kwanza. Geuka nyuma nikukague vizuri lakini afande, una maana gani kufanya hivi? Kwani si umeshamaliza kunikagua? Sasa unataka nigeuke ili uangalie nini tena? Kwa hiyo unanifundisha kazi? Sikufundishi kazi. Lakini huu ni unyanyasaji wa kijinsia, hata sheria haziruhusu afande wa kiume kumfanyia hivi mwanamke. Kwa hiyo unataka kusema mimi niliyeaminiwa kusimamia hizo sheria sijui kazi yangu sio? Hamna, sijamaanisha hivyo, lakini huu ni uonevu kwa sababu mi nilikuwa napita njia, lakini cha ajabu umeniita na kuanza kunishikashika kwa kisingizio kuwa unanikagua wakati mi sijafanya kosa lolote. Hebu geuka bwana, sitaki tuanze kubishana hapa. Du, uko vizuri sana. Kama umemaliza niambie mimi niondoke. Unaondokaje kirahisi hivyo? Hebu jiongeze bwana. Sasa unataka nijiongeze? Kwani umenikuta na kosa gani? Kwa hiyo unabishana na mimi au nikupeleke kituoni sasa hivi? Sasa unataka unipeleke kituoni kwa kosa gani? Wewe si unajifanya mbishi, haya twende kituoni sasa hivi. Basi chukua hii buku, uniache niende na safari zangu. Wewe ndo ulikuwa unajichelewesha mwenyewe. Hivi ndo raia mwema anapaswa kuwa wewe. Chukua tu hiyo hela, lakini jua kwamba ulichonifanyia siyo haki. Unasemaje wewe? Hapana, mimi wala sijasema kitu afande. Habari salama? Mbona kama unajiamini sana? Najiamini kwa sababu najua sina kosa. Wewe umejuaje kuwa huna kosa? Yaani jinsi ulivyovaa tu unaonekana kuwa wewe ni tapeli. Mimi sio tapeli afande. Kwanza umetoka wapi muda huu? Nimetoka kwenye biashara zangu. Kijana mdogo kama wewe unafanya biashara gani? Nafanya biashara mtandaoni. Unaona, sasa ndio maana nilikuambia umekaa kitapeli tapeli, kwa sababu unajua kabisa hizo biashara za mtandaoni ni za utapeli na ndio maana hazijaruhusiwa kisheria. Hebu kwanza nipe nyaraka za gari nizikague. Kuna kingine au unaweza kuondoka? Unataka uondoke uende wapi? Wa, hebu leta leseni yako hapa. Natumai hapo umemaliza, fande. Nimemaliza nini? Hebu fungua gari yako, nataka kuikagua ndani. Wewe si umesema ni mfanyabiashara wa mitandaoni? Hii bangi umeitoa wapi? Hiyo bangi siyo ya kwangu afande. Kama hii bangi siyo ya kwako, niambie imefikaje kwenye gari lako. Mimi sijui imefikaje kwenye gari yangu kwa sababu mimi sijihusishi na madawa ya kulevya na wala gari yangu huwa haitumiwi na mtu mwingine yeyote ya zaidi yangu. Basi kama hujui imefikaje kwenye gari lako, twende kituoni ukatoe maelezo huko. Tunaenda vipi kituoni wakati hiyo bangi siyo yangu? Kama hutaki kwenda kituoni, jiongeze. Unataka nijiongeze kivipi? Angalia mfukoni una nini ili tumalize hili jambo hapa hapa, kwa sababu tukienda kituoni jua kesi yako itakuwa nzito na inaweza ikakugharimu miaka mingi sana gerezani. Mimi sikupi hata mia, kama unataka twende huko kituoni. Kuna tatizo gani mkuu? Yaani, unamwita huyu kijana mkuu wakati nimemkamata na madawa ya kulevya? Alex, huyu ni kamanda mkuu wa mkoa, yaani huyu ndio kiongozi wetu sote. Mona, huyu kijana hana adabu kabisa. Kwanza nilikuwa nimepaki hapa, nikamwona anamzonga dada mmoja mpaka yule dada akampa pesa ndio akamwachia. Sasa ametoka kwa yule dada akaja kunikagua na mimi, lakini baada ya kuundua kuwa sina kosa lolote akaamua kuniwekea madawa ya kulevya kwenye gari yangu bila kujua kuwa gari yangu ina kamera, na video hii hapa inamuonyesha akiweka madawa ya kulevya kwenye gari yangu, na mbaya zaidi akahitaji nimpe rushwa ili asinipeleke kituoni. Hivyo nataka umkamate na umpeleke kituoni, alafu baadaye nitakuja kumshughulikia huko. Tafadhali afande, naomba unisamehe, nina familia inanitegemea. Kama familia yako ndio imekutuma uchukue rushwa na kuwanyanyasa raia wema, acha tukufundishe nidhamu kwanza, ili siku nyingine usirudie.